Naam, tunaendelea na matangazo yetu na uh, tukiwa tunazungumza kuhusiana na afya ya mapafu Hilda. uh -huh. Uh, na kama ambavyo tunafahamu kwamba tumetoka kuzungumza hapa kuhusiana na maswala ya ini, lakini pia uh, wiki hii tunazungumzia kuhusiana na elimu uh, juu ya mapafu uh, Oktoba ni mwezi wa afya ya mapafu, kipindi cha kuzingatia umuhimu wa afya ya mapafu, lakini pia uh, ni wiki ambayo tunahimizwa kuhusiana na maswala ya upumuaji ambao tunaita respiratory week mwezi huu inaongeza uhamasishaji kuhusu magonjwa ya mapafu na inahimiza kila mtu kuchukua hatua za kudumisha mapafu yenye afya. Na kupumua pia ni sehemu muhimu ya maisha, na mwezi wa afya ya mapafu unatukumbusha kuthamini na kuyajali mapafu yetu. Kuna vitu vingi sana vya kujiepusha, lakini pia kuna mtindo wa maisha na mambo mengine kama hayo. Sasa mwenzetu Jafari Mponda yupo katika hospitali ya taifa ya Mwimbili Mloganzila kuzungumza na daktari bingwa wa magonjwa ya ndani kuhusiana na swala hili da, e, Jafari Mpona, kidogo nikuite daktari na wewe, karibu sana, uendelee <laughs> good luck, hujakosea mwandishi wa habari bwana anafahamu fani nyingi kabisa eh, eh, na ndio maana tumekuja kudadavua kuhusu yale yanayohusu afya za wanadamu katika fani ya udaktari kabisa kabisa. Na Jafari, sasa kabla hujaendelea, nikuambie tu kwamba basi nipo katika eh, kuna kuna kuna mwanafalsafa yeah, mmoja aliwahi kusema Kazi ya uandishi wa habari, yee alitumia Kiingereza akasema is about knowing less and less about more and more, yaani kujua kujua eh, kidogo kidogo kuhusu mambo mengi. Yaani angalau wewe sasa hivi ukiambiwa kuhusu engineering utakuwa unajua kidogo, kuhusu daktari kwa sababu ya kufanya hivyo vitu ambavyo eh, vinahusiana na mambo hayo eh. Kwa hiyo nilitaka nijazie tu hapo ulipokuwa unasema kwamba ni fani ya kujua vitu vingi. Karibu uendelee. Asante sana. Labda kabla hujaondoka pia niongeze tu na lingine, tunaambiwa katika uandishi uh, wa habari, know everything about anything. Safi kabisa, vizuri, asante sana. Basi katika hospitali ya taifa Muhimbili, Mloganzila, hapa ndipo eh, nilipo ambapo hapa nakutana na, na Dr. uh, Pasco uh, Ndalo Kul, uh, Kulwijila yeye ni daktari bingwa wa magonjwa ya ndani na tutazungumza kwa kina kabisa hasa kwa muktadha wa mwezi huu na wiki hii uh, kwa ujumla kama ulivyoeleza uh, good luck Paul. Pengine kwa kuanza tu dokta, uh, wasifu wako, ni daktari bingwa wa magonjwa ya ndani. Tunaposema magonjwa ya ndani tunamaanisha nini? Asante uh, sana mtangazaji. Um, <coughs> um, eh, magonjwa ya ndani ni, ni, ni, ni speciality ambayo inajumuisha eh, magonjwa yote yanayohusiana na organ zilizoko ndani eh, ya mwili wa mwanadamu ambazo magonjwa haya tunayatibu kwa njia ya dawa eh, kwa njia ya kufanya procedures mbalimbali mbali, bila kufanya operation. Kwa hiyo organ, kuna, kuna dili na mfumo um, wa fahamu au ubongo pamoja uh, na uti wa mgongo dili, uh, na mapafu dili na moyo dili na magonjwa ya matumbo pamoja na ini, lakini pia figo. Haya magonjwa yanayotokea katika mifumo hii yasiyojumuisha operation ndio tunasema ni magonjwa ya ndani vizuri sana kwa kuwa leo ni muktadha wa uelewa kuhusu afya eh, ya mapafu uh, tuanze na hili ambalo pia sina shaka kwa hapa Mloga nzila Muhimbili ndiko uh, kitengo ambacho unachokihudumia kwa sehemu kubwa. tunaposema mapafu ni nini? Uh, mapafu ni organ iliyo katika mwili wa mwanadamu. Eh, kwa kuanza tunaweza kusema Eh, mapafu ni organi ambayo iko katika mwili wa mwanadamu eh, katika kifua chake. Kuna mwanadamu ana mapafu mawili eh, pafu la kushoto na pafu la kulia, ambayo kazi yake kubwa ni kumsaidia mwanadamu kupumua au kuvuta na kutoa hewa. Lengo la, la kuvuta na kutoa hewa ni kwamba ili mwanadamu aweze kupokea hewa ya, hewa safi ya oksijeni na kutoa ile hewa chafu ambayo tayari imekwisha kutumika hewa ya carbon dioxide Sawa, so, na kazi za mapafu ni zipi? Kazi kubwa ya mapafu, kazi kubwa ya mapafu ndio hiyo, inamsaidia mwanadamu kupumua, ingawa kuna kazi nyingine ambayo inahusika ina, ina zaidi kutoa vichochezi, tuna enzyme tunaita tuna, tuna tuna angiotensin converting um, enzymes ambayo inatumika katika kurekebisha pressure ya mwanadamu nda, ndani ya mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo hiyo pia ni kazi, lakini kazi kubwa kabisa inamsaidia mwanadamu katika upumuaji ndio maana ikipata pafu likipata itilafu tunachokiona kikubwa sana ni zile dalili za mwanadamu ambayo anapata anashindwa kupumua, kwa hiyo ndio kazi kubwa ya mapafu. Sasa so, Dkt. Paschal, ikatokea sasa pafu moja la, la mgonjwa lime limeharibika, anaweza akaendelea kuishi kwa kutumia pafu moja? Ndio, anaweza kuendelea kuishi na eh, pafu moja, kwa sababu kuna watu ambao wanapata aidha saratani hmm, ya, ya, ya, ya, ya pafu moja au unakuta pafu limeharibika kutokana na ugonjwa wowote ule ambao umemwathiri huyu mwanadamu au huyu au, huyu mgonjwa au anaweza akapata ajali, e, pafu moja likaharibika lika. Kuna posija ambayo anaweza akaenda pafu moja likatolewa na akaendelea kuishi na pafu moja tu, lakini hatakuwa na uwezo wa kama aliyokuwa nao mwanzo. Kwa mfano, unaweza ukawa ni mtu wa mazoezi, lakini sasa ukibaki na pafu moja ule uwezo wako wa mazoezi ambao ulikuwa nao zamani mm. Hutaweza kuperform kama ulivyokuwa una una perform hapo mwanzo okay. Lakini mwili umetengenezwa kwa namna ambayo unaweza ukaadapti na lile pafu moja ambalo limebakia. Hivyo akishabaki na pafu moja namna hiyo, au sehemu ya pafu lake ikiwa ina itilafu, kuna mambo anashauriwa mgonjwa mm. Ya, eh, kwa namna atakavyoenenda na maisha yake lakini pia katika mazingira yake ni nini cha kufanya mm. Amina. So, ni dalili zipi sasa ambazo uh, mnaweza mkazigundua kwa, uh, kwa mwanadamu kwamba huyu kwa dalili hizi mapafu yake atakuwa na shida. Aha. Kama tulivyotangulia kusema hapo mwanzo, kazi kubwa ya mapafu ni kumsaidia huyu mwanadamu kuvuta hewa na ile hewa anayovuta, tunavuta hewa ili tupate hewa ya oxygen na tutoe hewa ya, ya carbon dioxide. Hewa ya oxygen inamsaidia mwanadamu katika e, process mbalimbali mbali za mwili, hivyo anapoanza kupata itilafu au shida katika mapafu yake cha ja kwanza kabisa utaanza kumwona mgonjwa anapata shida kupumua. Okay. Ehe, kwa sababu ile, ile, ile, ile exchange ya gas ya oxygen na carbon dioxide inakuwa haiendi vizuri, hivyo upumuaji wake hautakuwa hautakuwa mzuri lakini pia mapafu yakipata tabu, mgonjwa huyu ataanza kuonyesha dalili za kukohoa. Ehe la, atakohoa, lakini pia inategemea sasa na sababu iliyomfanya e, mapafu yapate, mapafu yapate ya itilafu. Kama alikuwa ana labda ni shida ya moyo ehe, mapafu yanaweza yakajaa ya maji, inaweza ikamsaidia pia akapata shida, akapata shida kupumua. Lakini kama njia zake za hewa zimekuwa ndogo kwa sababu kuna kuna magonjwa mengine yanafanya njia za hewa zinakuwa ndogo hivyo mm. akiwa anapumua utakuwa unasikia kama anatoa vifilimbi kwenye kwenye kifua chake kifua chake. Kama kama kuna kama kuna watu watakuwa wameshakaa na wagonjwa ambao wanakuwa wanakuwa na asthma huwa wanatoa hivyo wanatoa hivyo vifilimbi. kwa dalili kubwa za mtu kama ameanza kupata magonjwa mapafu, cha kwanza utaona anapata shida kupumua, cha pili anaweza akawa na koo kikohozi ambacho kisicho sio kawaida, lakini cha tatu eh, kikohozi chake kinaweza kikawa kikavu au kinaweza kikawa kinatoa kinatoa makohozi kulingana na kulingana na shida lakini cha nne kifua kinaweza kawa kinamuuma, lakini cha tano anaweza akawa anatoa, anatoa hivyo vifilimbi ambavyo vinaweza vikawa vikawa vinatoka kwenye kifua chake wakati, wakati, wakati, wakati ana, anapumua. Lakini pia ule uwezo wake wa waku, kufanya mambo yake ya kawaida, kwa mfano mtu mwingine anaweza akawa anatembea minaezakawa anatembea kilomita kumi, lakini sasa kwa sababu amepata shida ya mapafu hawezi tena kutembea zile kilomita. Nakwambia zamani nilikuwa natembea kilomita kumi, lakini siku hizi choka sana. Ehe, kwa hizo ni dalili ambazo zinaweza zikakuonyesha kabisa kwamba kuna uwezekano kwamba mapafu ya, ya mtu yamepata tabu. Okay. Kwa kuzingatia sasa zama tulizokuwa nazo nini huchangia hasa kuenea kwa uh, ugonjwa wa mapafu? Ha, kuna mambo kadhaa ambayo tunaweza, tunaweza, tunaweza, tunaweza tukaya tukayaweka tunaweza tukayaweka tunaweza tukaanza kutenga kwa, kwa, kwa namna hii: kuna magonjwa ya kuambukiza magonjwa ya kuambukiza ambayo yanashambulia mapafu yanaweza yakasababisha e, mapafu yapate, yapate tabu. Kwa mfano magonjwa kama TB inaweza e, k yaka, yakaathiri yaka e, yaka um, mapafu na yakamsababishia mgonjwa e, magonjwa mgonjwa ile shida, ya, shida kupumua. Lakini kwa mfano milipuko, milipuko ya magonjwa kama magonjwa ambayo tumeyaona miaka ya nyuma iliyopita e, kwa sababu mezungumzia zama za sasa milipuko ya magonjwa haya magonjwa ambayo yanakuja nashambulia mfumo wa hewa naweza yanaweza ka, kasababisha yanaweza kasababisha mtu akapata changamoto changamoto changamoto ya mapafu. Lakini pia tukija katika mfumo wetu wa maisha wa kawaida, mfumo wetu wa maisha ambayo tunajumuisha nama tunavyoishi e, e, nama tunavyofanya kazi, inaweza ikasababishia inaweza pia, kwa mfano labda, katika kutafuta maisha. Eh, mtu anaweza akawa anafanya kazi za migodini kwa mfano, kuna vumbi kubwa sana kule, kuna kemikali nyingi sana kule ambazo zinatumika kwenda kuvunja ile miamba kule ndani kabisa, kule wanaingia pasipokuwa na hewa, na hewa nzuri. Kwa miaka mingi ile hali ikiendelea, kwa sababu tunavuta ile hewa, zile zile chemical na zile na, na, na, na zile vumbi zinaenda zinakaa kwenye nini, zinaenda zinakaa kwenye mapafu na, na zile njia zake za hewa zile zikikaa kwa muda mrefu zinaweza zikaleta zikaleta changamoto na mapafu yakapata itilafu kabisa, na ugonjwa huo ukawa sugu, na mtu akaendelea akaishi na huo ugonjwa maisha yake yote, maisha yake yote yaliyobakia. Lakini pia tabia zetu ambazo tunazifanya e, kama wanadamu, kwa mfano uvutaji wa sigara. E, uvutaji wa, wa ambao sasa hivi inakuja sana uvutaji wa shisha, shisha. Zote hizo zina zina, zina, zina, zina, zina kemikali kule ndani. Kwa mfano sigara ina kemikali nyingi sana ambazo zinaenda zina zinaharibu mfumo, mfumo wote wa, wa njia, za, njia za hewa, lakini pia hata shisha pia na yenyewe nao ule moshi unaenda kuenda kuharibu. Ukifanya kipimo ukifanya kipimo, na kipimo tunawafanyia wagonjwa wetu hapa kwa vipimo vya bronchoscope kwenda kuangalia kwenye mapafu baada baada ya ameshapata Ule, ule ule moshi ambao mtu anakuwa anavuta au tunaukuta hata kama ameacha miaka kumi iliyopita, unakuwa kwenye zile kuta za kukuta za njia za hewa. Unaweza kujua kwamba huyu mtu alikuwa anavuta sigara au alikuwa anafanya kazi ambayo ilikuwa inamweka katika mazingira kwa, kwa muda mrefu mazingira ya, mazingira ya moshi e, lakini pia e, sasa hivi kwa kulingana na mabadiliko ya teknolojia kwenye nyumba zetu kwenye maofisi yetu tunaweka AC kwenye magari yetu tunaweka AC. Sasa AC ni nzuri, sisemi kwamba zinasababisha changamoto ya changamoto ya mapafu, lakini tusipozifanyia eh, regular maintenance, maintenance ya, kawaida, eh, ya, ya mara kwa mara kuzifunika, eh, kuzi, kuzisafisha vizuri eh, zinaweza zikatuletea changamoto kwa sababu zikawa zika, zika, zika, zinatunza uchafu mle ndani pamoja na vijidudu na fangasi. Sasa zikakaa mle ndani tunapokuta tunazivuta tuna mara kwa mara zinaweza zikakuletea changamoto lakini ukisafisha vizuri ikawa inafanya kazi yake vizuri, unaweza kusiwe na changamoto. Sawa. so, mwenye, mwenye changamoto ya, ya mapafu ni lazima akohoe? <laughs> mwili wa mwanadamu jinsi ulivyotengenezwa, kikozi ni moja kati ya, ni moja kati ya kitu cha kumlinda mwanadamu. Kwa mfano mtu anapopaliwa, ni kwamba ile ni njia ya kumlinda mwanadamu eh, ili kile kitu kisingie kwenye mfumo wa kwenye, kwenye mfumo wa hewa. Si lazima akoe, inategemea ni sehemu gani ime, imeathiri. Kuna watu wanakuja tu anakwambia na, mimi napata, napata shida kupumua, lakini ni mara chache sana. Hivi vitu ni mara chache sana kwa hicho kitu kutokea, lakini hivi vitu vyote vinaambatana okay. Eh, itafika sehemu ataanza tu ataanza tu kukoa Unatofautishaje sasa kikohozi e, cha, cha, cha, cha tatizo la, la mapafu la pengine kikohozi cha TB? Aha, ukisema kikohozi cha mapafu na kikohozi cha TB, la au tuliweke vizuri kwamba kuna tunaweza kutofautishaje TB na magonjwa mengine ya mfumo wa hewa? TB ni ugonjwa ambao ni, ni, ni, tu, tunaweza kusema kwamba ni ugonjwa wa kuambukiza ambayo ni sugu nasababisha na mdudu anaitwa Mycobacterium tuberculosis. E, mdudu huyu anapoingia kwenye mapafu ya mwanadamu anasababisha uharibifu ana, anasababisha fulani sasa. E, kikohozi cha mtu mwenye TB kikohozi chake kinakuwa ni cha, kinakuwa ni cha muda mrefu cha kwanza, kinakuwa ni cha muda mrefu, mara nyingi tunasema zaidi ya wiki mbili, ambacho kinaweza kikawa kitoi makozi au kinatoa makozi na kikohozi hiki kinaambatana na edha na kushindwa kupumua. Mgonjwa atakuja nakwambia anapata homa kwa sababu ni, ni maambukizi ya wadudu. Kwa hiyo mwili utakuwa unajitahidi kwa namna fulani kupambana kupambanayo mdudu kwa hiyo utatengeneza homa, atakuja na homa na usiku atakuwa anakuambia ana, ana, ana, ana, ana, ana, mgonjwa anasweti sana kiasi kwamba akilala akijifunika shuka shuka anakuta nimefanya nini, imelowana. Lakini pia dalili zote hizi zinaweza zikaambatana na kupoteza uzito, kwa hiyo tunaweza tukatofautisha kwamba huyu mgonjwa anakuja mara nyingi. Magonjwa ambayo magonjwa ambayo siwa kuambukiza ambayo anashambulia mfumo wa hewa, mgonjwa anaweza asiwe, asije na homa. Asije na homa kabisa, lakini kama ana ugonjwa mwingine, lakini amepata juu yake maambukizi ya bakteria, anaweza akaja aka, aka pia na homa. Kwa hiyo tunachofanya kutofautisha, tunaangalia dalili hizo, lakini pia kuna vipimo tunaweza naweza tukafanya, naweza tukachukua makozi yale tukaenda kumwangalia ile mdudu, au tukafanya vipimo vingine kama x-ray kama CT scan. E, na vipimo vingine kama bronkoskopi inaweza tukatofautisha vizuri kabisa kwamba ugonjwa huu huu unaomsumbua ni TB, huu unaomsumbua sio TB, au wakati mwingine anaweza akawa navyo vyote vyote kwa pamoja. Kuna hii shida nyingine tena ya kupumua uh, ugonjwa unajulikana kama asthma, kwamba ni kwa ugonjwa wa, wa mapafu ambao unawasumbua unawasumbua wengi ni. Eh, nini hasa husababisha asthma? Athma au pumu ni ugonjwa ambao e, e, usababishi wake ndio nikasema ni complex kidogo, kwa sababu unajumuisha vitu mbalimbali mbali. Unajumuisha mabadiliko ya vinasaba ambayo viko ndani ya seli ya mwanadamu, lakini pia mazingira ambayo mtu anakutana ana nayo. Kwa mfano mtu anaweza akawa kwa sababu ukiangalia, ukiangalia trend ya ugonjwa wa athma unakuta una unapita una kwenye familia, babu walikuwa nao, baba nao anakuta na, mtoto nao faini, anapata kunakuwa, kuna vile vinasaba vinapita kwenye nini, kwenye familia, unaweza kusema genetic factors kwa, kwa, kwa, kwa lugha ya Kiingereza. Sasa huyu mtu anapokutana na mazingira ambayo yanachochea ule ugonjwa utokee, kwa mfano kwenye mazingira yetu, mtu anaweza akawa anakutana na vumbi labda anaweza akapata maambukizi fulani ya, ya virusi eh, ambayo vinaweza vikaenda vikatiga, eh, au vichochezi ambayo vinaweza vikaenda vikaibua, kwa sababu mgonjwa mwenye ambaye ana vinasaba vya athma njia zake za hewa huwa zinakuwa hypersensitive. Eh, nashindwa na, na, na kupata neno la Kiswahili kueleza vizuri zaidi. Kwa hiyo zikiwa hypersensitive namna hiyo, anapokutana na, anapo na vile vichochezi au trigger kama vumbi, wengine baridi, eh, wengine moshi wengine perfume zile unakuta mtu akikaa kwenye mazingira ambayo yana yana yana marashi makali sana, zile, zile njia zake za hewa zinakuwa hypersensitive na overreactive zinaanza kumletea dalili. Na kwa nini zinaleta dalili? kwa sababu zile njia ziko hypersensitive. Kwenye njia za hewa ni, njia za, njia athma inaathiri sana njia, ya, njia, njia za hewa. Kwenye njia za hewa kule kuna vitu vitatu hewa njia za hewa za mwanadamu huwa zinazalisha zinazalisha tunasema mucus majimaji fulani hivi kwa ajili ile hewa tunayoivuta, ile hewa tunayovuta inakuwa ni kavu, kwa hiyo ikiingia kule ina, inapewa, inapewa, inapewa unyevunyevu kidogo ili uweze kutumika vizuri. Lakini pia kwenye zile njia njia za hewa kuna vinyweleo inakuwa kule, lakini pia kuna muscles. sasa hii yote hii yote mgonjwa mwenye asthma anapopata zile triggers, hivi vyote vinareact yale ma, yale maji maji yanazalishwa kwa wingi zile zile surface, surface, yani zile kuta zake zinavimba. Zikisha vimba na zile maso around kule zina, zina bana k njia zake za hewa, zinakuwa zinakuwa ndogo, zinakuwa ndogo, kwa hewa inashinda kupita. Kwa hiyo kwa ujumla wake, asthma ni ugonjwa ambao unajumuisha una, una mabadiliko ya vinasaba yaliyo katika mwili wa mwanadamu au katika seli ya mwanadamu pamoja na vichochezi vilivyopo kwenye mazingira. Hivyo vyote hmm. vikutana pamoja ndivyo vinatengeneza Asante sana Dk. Paschal Ndaro, mimi nakushukuru sana kwa muda wako na nikutakie kazi njema, asante. Naam, mtazamaji wa Morning Trumpet, uh, kwa kifupi tu tumeona tukuletee hilo katika uh, wiki hii ya afya ya upumuaji, lakini uh, katika mwezi wa afya uh, ya mapafu uh, tumeyazungumza haya kwa siku hii ya leo. Hilda Foya na Goodluck, nirudi kwenu kwa mwendelezo wa yale ambayo yanajiri katika wakati huu wa